Social media itawabidi mufupishe propaganda. Ni lazima mpende nchi hii. Msipopenda nchi hii, waajiri watahama, ama kama si hivyo, mtaanza kulimana. Mkianza kupigana, tunakuwa kama Sudani, tunakuwa kama Kongo. Kongo sasa uwezi kuenda kule Goma, uweze kuenda hizo area zao za siti zingine zote zimetoka se kwa serikali na nchi nyingine nyingi. Ndugu zetu hapo Somalia karibu zaidi ya miaka karibu miaka sitini tangu Siad Barre ya toki, hawajaona kitu kinaitwa well organized government ha? Huh? Southern Sudan, hata uh, deputy president yuko ndani amefungiwa ndani ya nyumba like, na tutaki kuenda we don't want to take that route na watu wa social media wanatuelekeza huko ha? ni lasu. Unajua sasa, itabidi na hatukutaka hivyo, itabidi tuulize serikali iregulate.